Injili kulingana na Luka Mtakatifu, mlango wa tatu. Mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari Tiberio, Pontio Pilato alipokuwa liwali wa Uyahudi, na Herode mfalme wa Galilaya, na Filipo ndugu yake mfalme wa Iturea na nchi ya Trakoniti, na Lisania mfalme wa Abilene, wakati wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu lilimfikia Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi, kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa na kila mlima na kilima kitashushwa, palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patalainishwa, na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Basi aliwaambia makutano ya wale waliomwendea ili awabatize enyi, wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi toeni matunda yapatanayo na toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumwinulia Ibrahimu watoto. Na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti; basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Makutano akamuuliza tufanye nini? Basi akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu, na mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo. Watoza ushuru nao wakaja kubatizwa wakamuuliza, Mwalimu, tufanye nini sisi? Akawaambia, msitoze kitu zaidi kuliko mlivyoamriwa. Askari nao wakamuuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akawaambia, msidhulumu mtu wala msishitaki kwa uongo, tena mtoshewe na mshahara wenu. Basi watu walipokuwa wakingoja atakayotokea, wote wakiwazawaza mioyoni mwao habari za Yohana, kama labda yeye ndiye Kristo, Yohana alijibu akawaambia wote, kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini iwaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeo lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano ghalani mwake, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Basi kwa maonyo mengine mengi aliwahubiri watu. Lakini Mfalme Herode alipokaripiwa na yeye kwa ajili ya Herodia mke wa nduguye, na maovu yote aliyoyafanya Herode, aliongeza na hili juu ya yote, alimfunga Yohana gerezani. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye amebatizwa naye anaomba, mbingu zilifunuka Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama huwa, sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka thelathini, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli wa Madhati wa Lawi wa Melki wa Yana wa Yusufu wa Matadhia wa Amosi wa Nahumu wa Esli wa Nagai Wamathi, wa Maadhi wa Matadhia wa Semei wa Yusufu wa Yuda wa Yoana wa Resa wa Zerubabeli wa Shaltieli wa Neri wa Melki wa Adi wa Kosamu wa Elmadamu wa Eri wa Yeshua wa Eliezeri wa Yorimu wa Madhati wa Lawi wa Simeoni wa Yuda wa Yusufu wa Yonamu wa Eliakimu wa Melea wa Mena wa Matadha wa Nadhani wa Daudi wa Yese wa Obedi wa Boazi wa Salmoni wa Nashoni wa Aminadabu wa Aramu wa Hesroni wa Peresi wa Yuda wa Yakobo wa Isaka wa Ibrahimu wa Tera wa Nahori wa Serugi wa Ragau wa Pelegi wa Eberi wa Sala wa Kenani wa Afaksadi wa Shemu wa Nuhu wa Lameki wa Methusela wa Henoko wa Yaredi wa Mahalaleli wa Kenani wa Enoshi wa Sethi wa Adamu wa Mungu.